Leo katika mahakama ya hakimu mkazi mbele ya mheshimiwa Regina uh, washtakiwa wawili waliletwa ambao ni bwana Jackson Martin Kabalo pamoja na mwenzake Josefu Chaviruka Mrindoko waliletwa, ambao walikabiliwa na makosa ya kimtandao na kimsingi walisomewa katika hati zao za mashtaka makosa mawili. Mmoja ni kutoa au kuchapisha habari uh, za uongo ambayo hiyo ilikuwa ni chini ya kifungu namba kumi na sita cha sheria za mitandao. Lakini pia waliwashtaki kwa kosa la kufanya kazi Uh, bila kuwa na leseni eh, nayo waliwashtaki kwa kifungu namba 116 kifungu kidogo cha tatu B cha sheria ya mako, eh, cha sheria ya electronics Electronics and Postal uh Communications Act. Ah, uh, hii ni sheria za za za za, za kielektroniki za mitandao kimsingi walishomewa na wote wamekana makosa hayo yeah. Uh, kwa kweli tume, tumepata ups and down nyingi um, vijana hawa walikamatwa tangia tarehe ishirini mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano na tulipata taarifa siku hiyo hiyo waliokamatwa, tuliweza kuangaika kuwatafuta ambapo tulikwenda Usa kwa sababu walikamatiwa mitaa ya maji ya chai Kwa, tukiamini kabisa kwamba kosa hili lingefunguliwa Usa Kwa. Tulifika kituo cha Usa na tukaambiwa hawapo, lakini pia tulirudi Central Police Arusha na kwenyewe pia tukaambiwa hawapo. Tulikuwa uh, abstranded, hatujui wapi pa kuwapata lakini mpaka ilipofikia jana uh, tulipata kuonana na mkuu wa polisi wa mkoa RPC, ambaye yeye mwenyewe akatuhakikishia kama alivyotoa taarifa zake kwenye mitandao ni kweli, uh, vijana hawa wako chini ya mikono ya polisi, na akatuambia maelezo, maelezo na maelekezo tutayapata kwa RCO ambapo bila kuchelewa tulikimbia kwa RCO jana hiyo hiyo. RCO akatoa ushirikiano mzuri, akatueleza ni kweli wanao na wamewahifadhi katika kituo cha, cha, cha diplomatic police, diplomatic police. Kwa hiyo, i, i, diplomatic police iko hapa hapa mkoa, mkoani Arusha ukitoka central kama unakwenda kwenye kambi ya, ya, ya polisi utakikuta hicho kituo. Kwa hiyo tulielekezwa, tukafika pale na tulipewa kibali cha kukutana nao, tuliweza kupata wasaa wa kuongea nao na tuliongea nao more than one hour. Tuliongea nao zaidi ya lisali moja, tukapata kile ambacho uh, tulikwenda kukihoji, na moja tulichowahoji ni jinsi walivyokamatwa na kama wamekwishaandikwa andikwa maelezo na ni kweli, walikiri wamekwishaandikwa andikwa maelezo, walikamatwa tarehe ishirini, wakadai maelezo yameandikwa tarehe ishirini na moja. Lakini pia mmoja huyu mtuhumiwa namba moja Jackson Martin uh, Kabalo, yeye alikuwa analalamika kwamba alipigwa, alipigwa uh, alikuwa anatakwa kutoa password ya simu yake, uh, alitoa password ambayo haikutimia kutokana na hofu, basi askari mmoja alimpiga, kwa hiyo hicho alikuwa